Jua ni mwanga, jua ni mwangaza. Jua hutofautisha usiku na mchana. Lakini jua ni rafiki mkubwa wa mwanadamu, mimea na wanyama. Wakati wewe ukilitegemea jua likutenganishie usiku na mchana, likupe joto, likaushe mazao yako, basi kuna sehemu duniani zinateseka na zinatamani kuliona jua muda wote, lakini Mungu hakuwapa nafasi hiyo. Hii ni TriGen Media. Jimbo la Alaska liloko kaskazini magharibi mwa bara la Amerika Kaskazini, sasa limeingia rasmi kwenye msimu wake mrefu wa usiku wa baridi, na jua limeanza kuzama kwa mara ya mwisho kwa mwaka huu katika mji wa Utqiagvik na halitorudi tena hadi Januari elfu mbili na ishirini na sita. Maisha ya kaskazini mwa dunia yanafuata mdundo ambao sehemu nyingi za dunia haziwezi kusikia wala kucheza kwa miezi miwili ijayo, siku sitini na tano hadi sitini na saba wakazi wa Alaska wataishi katika giza kamili, yani full dark, wakitegemea mwanga wa mwezi, nyota na taa za kutengeneza, ili kuendelea na shughuli zao za kila siku, kuanzia asubuhi hadi asubuhi. Lakini kwa nini hali hii hutokea? Hali hii hutokea kila mwaka kupitia tukio la kipekee linaloitwa polar night, linalosababishwa na mwinamo wa mhimili wa dunia kwa nyuzi 23.5 kwenye maeneo yaliyo juu ya latitudo 69.5 centigrade kaskazini. Kuelekea msimu wa baridi, ncha ya kaskazini huinama mbali na jua, hatua inayosababisha miji iliyo karibu na Arctic kukosa mwanga wa jua moja kwa moja. Cha kushangaza ni kwamba hata kama jua linatoweka, watu bado wanaenda shule, kazini na kuendelea na majukumu ya kawaida. Kwa kifupi, maisha yanaendelea kama kawa, kama dawa, na wamezoea sana, kama wewe ulivyozoea kuona usiku na mchana. Wengi hutumia taa maalum kupambana na msimu huu, ilhali wengine huamini giza linakuwa na utulivu wa kipekee. Jua litakaporejea mwezi Januari, kila mtu lazima atoke nje kwa furaha. Mji mzima huadhimisha sherehe za kuonekana kwa jua maarufu kama Sunrise Festival. Kwao hii ni kama mwaka mpya baada ya wiki nyingi za anga jeusi na mwanga wa kwanza wa jua kwao huashiria mwanzo mpya. Hii ni moja ya matukio kipeke ya kipekee yanayoonyesha dunia ina maajabu ambayo hayapatikani sehemu nyingine yoyote. Inaonyesha uwezo wa asili kushangaza na kutukumbusha jinsi tulivyo sehemu ndogo ya sayari hii kubwa, lakini ya kuvutia. Hii ni Trigen Media.